Sekta ya elimu imetengewa mgao mkubwa zaidi katika makadirio ya bajeti ya mwaka huu wa kifedha. Kati ya bajeti ya serikali ya shilingi trilioni 4.23, sekta ya elimu ikipokezwa shilingi bilioni 702 aidha kugharamia miongoni mwa majukumu mengine elimu ya msingi na upili ya bure na hata mitihani. Waziri wa hazina kuu John Mbadi akisoma bajeti hiyo amesema kuwa huenda wazazi sasa wakahitajika kuanza kuchangia malipo ya mitihani ya kitaifa, kama anavyotuarifu sasa Melita Ole Tenges. Sekta ya elimu imevuna pakubwa, ikipewa mgao wa shilingi bilioni 702.7 kwenye bajeti iliyosomwa leo na waziri wa hazina kuu John Mbadi. Tume ya wa walimu nchini TSC ikitengewa mgao wa bilioni 387.7, masomo ya bure shule za upili bilioni 51.9, mitihani bilioni 5.9, mkopo wa elimu HELB bilioni 41.5 na idara ya utafiti na sayansi milioni 993. To enhance infrastructure development and provide a safe learning environment in our schools, I have proposed

In Kwa mgao wa TSC wa shilingi bilioni 387.2, walimu wa shule ya msingi watapata bilioni 202.2, walimu wa walimu wa shule ya upili bilioni 172.6, na wale wa vyuo vikuu vya kiufundi bilioni 2, huku bilioni 7.2 zikitengewa kuwaajiri walimu wanagenzi. 41.5 billion to the Higher Education Loans Board for provision of loans to university and TVET students and this has increased from 35 billion to 41.5 billion for health another 16.9 billion for scholarship for university students and 7.7 billion capitation and scholarship for TVET students akiwasilisha makadirio haya bungeni waziri Mbadi alisema serikali iko imara kuhakikisha masomo bora nchini hata hivyo sekta ya elimu inakumbwa na misukosuko kuhusu ufadhili wa elimu ya bure, huku waziri wa elimu Migos Ogamba akikashifiwa baada ya kudai hivi majuzi kwamba huenda wazazi wakalazimika kutoa malipo ya ziada. Melita Oletenges, runinga ya Citizen.